Pesi ya Simba ilikuwa ni kama kawaida, tunavyoweza kudhani kwamba ndani ya dakika 15 ambazo tunajua kazi za mpira wa miguu zinaweza kuwekwa kwa ajili ya kuweza kumsoma kwanza adui, alafu kuweza kuanza eh, kudili Pungfu na yale eh, mapungufu yake, ya yeah, ukizungumza kwenye upande wa dakika 15 za kwanza mm, ah, ni Simba ambayo iliingia katika mpango kazi wa kutafuta bao la mapema. Ukiangalia okay, namna ambavyo walikuwa wanashambulia uh, bavuni mwa uwanja uh, Li Mpanzu pamoja na Kip Denis wakiungamana pamoja na uh, Shomari Kapombe pamoja na Zimbwe kuongeza namba uh, kubwa ya wachezaji uh, ambao wanashambulia katika eneo la ubavu mwa uwanja lakini bado nguvu kubwa ilikuwa inaonekana katikati mwa kiwanja uh, kwa wachezaji wawili ambao walikuwa na pushi mashambulizi kutoka chini, namzungumza Frabisi Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma ni wachezaji ambao uh, hawakuwa katika kazi moja tu ya kuzuia, lakini pia walikuwa na kazi Uh, zaidi ya kuzuia, kuchukua mipira chini na kupeleka mipira juu, kwa sababu katika kazi ambayo ilikuwa inahitajika katika siku ya jana uh, si katika eneo zima la kuzuia peke yake, walikuwa na deni na mabao mawili. Na ukiwa unacheza uh, na, na timu ambayo muda mwingi wameingia na mpango kazi wa kuzuia, lazima uongeze namba kubwa ya wachezaji ambao wanashambulia kutoka chini kwenda juu. Kwa hiyo passing inahitajika, eh, namba ya wachezaji inahitajika, na, na hata mpango kazi ulikuwa unahitajika. Kwa hiyo dakika 15 za kwanza niliona kasi, niliona unyambulifu niliona namba ya wachezaji katika eneo la ushambuliaji ilikuwa kubwa niliona pia shuti eh, mashuti mengi yalipigwa nje ya boksi hiyo yote ilikuwa ni dhamira uh, kwa upande wa mwalimu uh, hata ukimsikiliza kabla ya mechi alikuwa anazungumza kwamba uh, siku tano katika training session ya upande wangu ilikuwa ni kutengeneza safu ya ushambuliaji ambao inaweza kufunga magoli mengi na hauwezi kufunga magoli mengi ndani ya boksi peke yake lazima uwe una wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kushuti na shuti zao ziwe zinalenga goli. Tuliona hata bao la kwanza ambalo limefungwa na Elimu Panzu ambaye alifunga kwa umbali wa zaidi ya mita 20 ishi, kutoka kwenye box. Kwa hiyo mazingira ya, ya namna ambavyo Simba waliingia approaching game ni kushambulia namba ya wachezaji na kulazimisha Almasi lafanya makosa, kwa sababu waliamini kwamba Almasi mpango wao wa kwanza ni kuzuia na hawawezi kuzuia kama watu, kama uh, watakuwa na namba ndogo ya wachezaji katika eneo lao eneo lao la kuzuia, na kama una namba kubwa katika eneo lao la kuzuia, wewe unawazidi vipi? Cha kwanza, wewe pia uwe na namba kubwa. Cha pili, wachezaji wako waweze kulinda mpira miguuni mwao. Cha tatu, wawe na uwezo mkubwa sana kupasiana, wawe karibu, ili waweze kuwa kuharibu katika safu yao ya ulinzi. Ndicho ambacho kilitokea dakika 5 za kwanza na ndicho ambacho uh, Fadudavs aliweza kukizungumza katika Uh, press nyingi ambazo aliweza kuzungumza kabla ya mchezo. Tunaona kama kuna attempt kabla ya goal, tunaona kama kuna attempt mbili hivi ambazo Mpanzu alijaribu kuzikiacha okay, yapanzu hata yeah. yeah. una, unakumbuka ile vipasi ya Mkwala alimpasia awa bahati mbaya tu uh, au target yake ikawa mbovu, lakini kama angezidisha utulivu wa kupokea mpira na kusubiria wapi pa kuupeleka, kwa sababu alipo ndani ya box alikuwa yeye mwenyewe, wala uh, mlizi hakuwa karibu naye, kwa upande labda angeweza kumgasi au kuchukua mpira kwa haraka. Alilazimisha tu kushuti mapema na kitu ambacho hata watu wengi ambao tulikuwa tunaangalia mpira walikuwa wanasema kama angezidisha utulivu, ili lingekuwa ndo goli la kwanza kabla Elie Mpanzu ambaye alishuti kwa umbali mrefu na kufunga goli.